Karibu karibu, sasa hivi. Salama, nikusaidia nini? Mtendaji nimekuta mtendaji hayupo. Kwani wewe ni nani na shida gani? Naye mimi ni mjumbe, nimepita pale ofisini nikakuta hayu, nikaona nimfuate huko nyumbani. Kwani mwenyekiti hajakwambia alipomtuma mume wangu majukumu aliyotakia kuyafanya yeye mtoto wetu <tunos> yani unaongea sana. Hivi wao nilijua lilife waka alafu yule ameishavuta bange yake, simu yangu iko mle, kila kitu vitambulisho vyangu kila kitu viko mle. Amekuibia? Nimetoka huko nyuma na nasikia mtu anikopua toka kimbia kaondoka na begi langu, dada. Eh, kana bange zilishamharibu huyu kijana. Yani anakula bange vibaya mno. Sasa sikiliza. Yani wewe mwenyekiti wenu Amekuwa akimsumbua sana mume wangu, anamtuma majukumu ambayo hayamuhusu yeye. Mume wangu mpaka sasa hayuko hapa nyumbani, na anashangaa hata wewe mjumbe wake huna taarifa. Ningekuwa na taarifa nani? Kama hajarudi basi, uwe na siku njema. Ah, karibu tena. Mungu mtakusaidia. Napajua mpaka napokaa na kana mama yake. Kumbe. Eh? Dada, asante sana. Asante sana. Asasa, asante na kushukuru sana. Asante sana. Hata sio asante peke yake. Unajua fanya kitu kimoja. Umenielewa mtoto wewe? Kama una kabuku hapo nipate kasoda kabaridi. So, ndio mambo yataenda haraka. Dada, inavyokuambia kila kitu kipo kwenye begi mre. Nisaidie tupate pochi. Nikishapata eh, ile pochi nakupa. Chochote kile nakupa kia Mungu tena. Kila kitu kipo kwenye pochi. Dada. Dada. Sasa tulia. Yaani sijui hata tungekopa soda tu lakini unaweza tukakopa soda alafu hiyo pochi yenyewe usiipate, dada, usi mimi nakupeleka mtoto wetu. Sawa dada, kama kawaida. Si unajua, siunajua mnaga cha bure hapa duniani, dada. Kila a dada, kila kitu mimi, ni shida. Mtoto wetu, sawa na shida, danganyiki kitu unapata na mimi unanipa, nakupa dada, shida. Nipe nikupe, nisaidie, nakupa dada, shida

Hivi? mm. Wewe right, yeah. mm, ni kijana wa apamta. Sasa unapokaa hapa. Una tofauti gani na ha. Wewe si mtoto wa Mzee Juma wewe? Mimi unga, nijua. Hmm. Umepiga japo? Sawa, sawa. Ujize, unga unga robo unga sawa, hapo unga robo haina shida. Mimi na baba yako ni marafiki wakubwa sana hapa kijiji. Ukimwona baba yako basi umuona mwita. Huwa tutofautiani sasa. Wewe mimi napita hapa, mtu mwenye heshima zangu, jamani, hata kusimama kusema mzee shikamoo na mimi nikaitika marahaba inakuwa tatizo eh? Haya, matoto elfu mbili na tatizo gani? Sisi wanzi zetu tukiona mtu mzima anapita tunasimama tena wima, tunasema mzee, shikamoo, anaitika marahaba vizuri, hakuna shida eh? sijui unanyelewa we eh? ni vipi jomba eh? Ongomwan niimbia na mistari mingapi mi naimba mimi eh? afungua mbiki tu jomba We mtoto wa kiume we. We. We. Hmm. Wewe acha mambo ya kuleta taarabu afusikiingia hujakutana na mimi yaani, mnakukalisha vijana vijaa zako bunda huko. Unajua unaongea na nani? Unanijua mimi? mimi ni mheshimiwa hapa kijijini hapa. Mtu mwenye jina langu nikipita sikia mwita mwita kapita, we unanijibu hivyo mimi eh? E, siku nini wae wae, ni chomoka nini kwenda ulinanga sana nini wae, kaa kimya wewe shwaini. Hivi leo wewe kwa nini ujielewi eh? Leo hii ndio unajua mateso mateso mateso. Hivi wewe unajua ndio mtoto wa kiume katika hii familia eh? Mimi nashangaa sana, watoto tena wadogo zako wote wawili wanapigwa mimba na huyo mateso W wow, umekaa kimya tunabungabungaa tu tu? navoongea unanisikiza mimi sawa, sitaki ba ujinga ujinga. Mimi mi nategemea unasema kama mwanaume kile bado kama boya boya. haya boyaboya hebu fikiria umechukua sheria gani? kwa hiyo mateso yako, nini ulichofanya anti, kuimba kupokezana nini anti? lakini mi mbona napambana tu sana nini anti, Ana napambana tu long time mimi kwenye hichi kijiji. <laughs> Unapambana mpaka masela nini watoto ni wanaogopa huko barabarani anti. Wanaonea tu anti. Eh, tunapambana. Umepambana wapi? Na kama unapambana kweli, huyo mateso umefanyia nini? Mpaka sasa hivi yuko huko kijijini anatamba eti yeye ndio kidume, yeye ndio beberu, yeye ndio kijogoa wa kijiji. Unafanya nini mbo wewe? Eh? Mimi nategemea kama mimi nina mtoto wa kakangu, ndio amerisi mikoba. Wewe una unazembea zembea tu. Anti, tunazungumza tu nini oyo oyo mpaka tupigane anti nini? Sikiliza. Sikiliza basi mimi nikupe maboko haya hapo anti. Bora aya apoant biti ya singeli nini ao. Sikia anti. Iko hivi, na ndio maana wengi walisema kwamba akili nyingi huwa zinaharibu maarifa. Wewe unajiona ni mjanja. Ha? Eti, una akili nyingi wewe eh? <coughs> <coughs> wewe una akili <coughs> haina ae. ae. shida hivyo hivyo tu. Sikia jomba, hata marato alishasemaga asie kula cha asili anaga akili kabisa, mbele zero nyuma sifuri ya zako bunda. Uh, wacha kutuleta. Mimi sina kili uhakika, mimi sina kili, sindio? Sasa nivi, nataka nikupige mbele za watu leo. Nakutandika za nini? Baba yako anizungumze vizuri. Wewe unifahamu, nitakufumua sasa, unasikia? Nitakuchapa wewe, unajua mimi nitakupiga, unajua mimi vizuri. Wewe wewe, mimi ndo mwita

Hivi uliona wapi watoto wa familia mmoja, tena mtu na mdogo wake wakaolea na mwanaume mmoja hivyo? Uoni kwamba tunajidhalisha sisi katika familia yetu na katika kijiji hiki? Uliona wapi eh? Tena ungebe taaibu, lakini anti sio baya, ubwela nini, waya waya ameamua kuwatia yote wajawazito na bibi tena aingie nao mbichi nini, wote nini, waya waya tumkomeshee nini. Umeshakuwa eh, eh, baba wewe ndo mkuu wa familia

na hii tabia umeitoa wa. Uko mzima kwanza? Ni mziro kazi gani unafanya hiyo? Kwani mimi nimkosea mtu? Au mimi kuna kitu gani kibaya ambacho nimekifanya hapo? Hivi kwa nini hii watoto mnapenda kunichanganya hivi? Kwa nini mnanichanganya? Natoka na vurugwa kule, nakuja supiri nije nipumzishe kichwa changu kufika hapa nyumbani nakuta na wewe umeanzisha ya kwako. Kwa kijana, umekosa kazi za kufanya unakuja kukaa hapa toka asubuhi. Eh, unaimba imba hapa unaimba nini? Kwa mziki nachokifanya nacho hiki hakina maana, maana si sindio mimi girl. sina uhuru wote wa waku, kufanya jambo lolote hapa kijijini hivi. Mbona hii kijiji kina maneno sana Mna maneno sana. Eh, sio sio vijana sio wanawake sio wazee kama nyinyi watu wazima ambao mtakuwa mtushauri, yani ndo kwanza mnaleta mambo meusi hayaeleweki. Sasa nikajilimiti kufanya jambo lolote na mimi sivunji sheria, simkeli mtu mimi, nafanya kama sehemu ya kipaji changu. Aha, sasa mzee, sijui shida ni nini? Aha, hapa ni kwenyu, huna muda wa kudhimiliti kwa sababu huko kwenyu ni kwa nani? Hapa hapa kwa nani? Kwa mama angu. Baba yako ni nani? Ah, umbe, baba baba baba yako ninde? Nakuguliza. Nakuguliza mara baba yako ninde? Siri kwese, ni Who is baba yako ni ninde, ninde mara mbili. Siri I I don't know Ah, okay. I give you yk. This is time. You know, nimesoma usiku biki sijasoma. Nasema hivi, ujinga, upumbavu, usenzi uliofanya. Wakuja kwangu na ngana kwanza mzee, kinachosababisha ongeyo yote yao ni nini? Sitaki uimbe imbe hapa kwangu. Sitaki. Nasema sitaki. Kuna faida gani? Kuna bonde liko kule, kuna uchafu mwingi sana wakuzoa. Chamba tunaandaa mashamba hapa. Hamna kaiye kuimba imba. Ninyi mnaona ndio ujanja wao kuimba imba. <laughs> Mara, yani <laughs> mahindi kufikaa mwisho wa msimu huu maana umeninyima wa tamu, ndio maana umeninyima hmm. Kipande kingine amekula haya, bwana, amekula nayo. Haya bwana, tuachane nayo. Umeshasikia mtoto wako japo tena <laughs> amesha kwambia kuhusu kwamba anataka kuoa eh? Ashaniambia hmm. Umejua Kasha, umejuaje? Kashakwambia na mimi, akaniambia uh, lakini naona oh, hili swala liko serious sana. Naona anamaanisha yaani yule sio mabangi yaani alichokiongea anamaanisha kabisa. Hili anataka kuoa lakini sijajua hata akioa huyo mwanamke atamfanyia kazi gani? mwambie dada. <laughs> Um, mabinti sio wote ambao kwamba wanaangalia sijui ukoje sijui ukoje, anaweza kuishi mazingira yoyote yale. Wapo wa hivyo kaka, kwa mabinti hawa elfu mbili Ana nini Masudi? Mabinti wa sasa hivi wanataka pesa pesa, kama hauna pesa, pita kule. Masudi ana nini? Nahisi umeshanielewa kwamba mabinti sio wote wanaofuatilia mambo ya pesa sijui nini, lakini kuhusu kwamba ana nini, sijui ataolea wapi, ameshasema nyumba ipo ya babake. Hey, ipo sasa. <laughs> Usije ukakuta unaletea mwali hapa. Hmm? Eh. Sasa kama kaka aasasa kama umekubaliana naye hivi aoe, kwa sababu unakoelekea una, una tu nakuona una kama umeshawishika. Kwa kipi? Nyumba hii atamtunza na nini? Amechanganyikiwa. Leo Masudi atakuja na hili nitalipokea, baada. Je, alijaisha anaibuka na lingine kwa hili kaka, acha nicheke, washasema mtoto <laughs> <turn the> <laughs> <laughs> mleavyo ndivyo akuavyo mm. Sasa unashangaa unalalamika nini? Wewe ndio ulivyo mlea, hivyo hivyo na siyo kusema kwamba nakutenga, tuka pamoja niko bega kwa bega na wewe, lakini hii ya kulalamika na si mtoto wako unampenda mtoto mmoja kama jicho. Ah, mzeu, nimi, mimi sasa ni kama nimemkosea mtu eh? Ila mimi naona wewe ndio umenikosea kwa sababu mimi nimekuta niko kwenye stare yangu niko kwenye angu, vibe zangu umenikata vibe. Mtoto ni roho kuzaa wewe. Mimi ni vibe mimi. Mimi vibe. Sasa mzee, mimi nitamwambia mama mama yangu, mimi si mwenyekiti. Una kama yalikutuma mama yako uje, mimi nakwambia makurufu tena koma, koma kabisa kama ulivyokoma kwenye ziwa la mama yako, kuniita imba, imba, imba. Ya tu mtupu huo. Hmm, wote wanawe munasuka nywele kama wanawake, mnaweka hereni kama wanawake. Muziki ni nini? Makurufu! Ah, wewe mzee bana, toka lini wewe ukaitwa Burundi? Wewe hilo jina la sujuu Burundi alikupa nani? Mama, mama yako yuko wapi? Mama yako iko wapi? Mama katoka. Na, na akija umwambie naye afunge vya kwake, wewe naye muondoke. Hawezi kukutuma uje niite mimi, sijui viable. Unajiita Burundi. Kufanya huu ujinga. Amenituma mimi nimekufuata huko kwako, wewe ndio umekuja hapa. Mimi nimekufuata huko kwako. Unanikuta mimi nafanya mazoezi yangu. Sijamkosea mtu yote, sijavunja sheria ya, ya, ya nchi. Unanikuta hapa unaanza kunivuruga, kuni, kuni unanichanganya. Mm. Nasema hivi, nimemaliza. Unasikia? <laughs>

Sasa mzee, ndo nini mzee? We, we, we. Mzee. Inje, Asa, Wani, inje, una, una mzee mzangu, unavuka mipaka. Hapa unanikosea. Unanikosea sasa sasa. Sasa au au nataka tukosiane heshima. Nje, nje nje nje vipi? Wewe wewe, mimi utoke? Jumba yote na vijue vitoke nje. Wewe mzee ni mchawi. Sasa ni... Unavijua vimba hapa ni kwako, umeshindwa kujua nyumbani kwako unakuja kujua huko. Kwanza nikwambie. Utakuwa mchawi sio bure. Mimi mkara siogopi mkara hata siku hii. Hivi jumba yote na vijua mimi. Mimi umevijuaje kama wewe sio mwanga? Mwanga mwanga, mwanga, mwanga mwenyewe. Mwanga na wewe. Kamwambie mama yako ndio mwanga. Tena ukome. Jaribu basi, jaribu. Si unajiamini jaribu? Ah, wewe jaribu basi, jaribu. Ja, jaribu. Ah. Si unajiamini, we, jaribu. Si unajiamini. Ah, wewe. Ah, wewe jaribu. Tu, au, <laughs> <laughs> wewe nenda bana. tu uone. Au nikutundikie koti libaki limeninginia. Kama nyinyi mje saba. Mwenye alikula za uso vumilia, vumilia kuletea mwali hapa. Eh, sasa utamlisha na mbegu ndo hizi chacho sijajua utapata <tipas> <tipas> <tipas> <tipas> <laughs> mm -hmm. Kwa hiyo sasa wewe nilikuwa nakutegemea na wewe umenigeuka. Kwa hiyo sasa hivi unacheka. Nilikuwa nategemea kabisa wewe ndio mtu wa kunishauri ninaye kutegemea, sasa hivi naye sasa umeanza sasa kunigeuka. Unachekelea tu. Nisikilize. Unafurahia ninavyoona unafurahia yeye Masudi kuoa. Atamvisha nini? Ana kazi? <laughs> Usinone dada yangu na kupenda. Tuko pamoja. Bega kwa bega. Lolote lile litakalo tokea. Masudi alete mwali afanyeje? Tutafanya. Tutamlea, tutafanya. Lakini mimi kinachonichekesha nichekesha. Nikifika simu na mnapo hapo ulizo, ndoto yangu, wewe unalua, kimetoka tumboni. Eh, kimetoka tumboni. Acha kilete kingine. Sasa cha kufanya? Tusubiri. Tuone Masudi anatuletea nini? Atafanya nini? Siwezi kukuterekeza. Wala mara tripui hajawaza baya sana. Wao wajasema mtu anayetaka kuoa waisha ndoa. Haraka <laughs> haraka. Mara sija kufanya dhambi. Ndogo hataki kufanya dhambi. Niamua <laughs> asifanye dhambi. Kaoe. Sasa ungesikia amebaka maana anavuta bangi, anafanya vitu vyote; hajabaka. Sasa ameamua kuoa na nyumba hii sasa sijui anakaa chumba kipi. Kile chako au mimi na mgeni pale kingia. Sasa basi kaingia ndani kaendelea na kuzungumza. Sasa fanya hivi. Kama nilivyokuambia, Maana leo nilikuwa na shughuli hiki jiji nataka nitembee saa. Mazungumzo yako sijayapenda. Sasa unapendaje ma? Yaani sijalizika naye kabisa? Ah, samahani naomba niondoke. Naomba niondoke kama niondoke, nizunguke. weke jinsi yani, unachekelea tu uliposikia Masudi anataka kuoa yani, ukafurahi mwenyewe. Mimi acha nichekesha. Kwa nini mama yake hajafurahi? Sijafurahi kwa sababu atamtunza na kipi? Ana kazi hana, hata nyumba hana, hata kita. Nyumba hii ni kwa nyumba ya baba yake. Hii nyumba nilicho kiacha mimi nilichokuwa nakitumia na baba yake, aletee mwanamke. Inaingia akilini? tumchangia tena afadhali nimekutana na wewe yaani, nimeomba hii dua kwa muda mrefu sana. Maombi haya nimekesha, natafuta njia ya kuonana na wewe. Leo tumekutana. Aha, kijana, mbona hauna nidhamu hata kichuchu kama wimbo wa chuchu Yahani? Unakutana kiongozi wako patara, unisalimie kwa heshima. Unafika unaanza kupapata mapwacha. Una akili kweli wewe? Mimi nikusalimie wewe tena, nikusalimie wewe kwa heshima, kwa sababu zipi? Kwa nini na kwa lipi, kwa kipi? Wewe unachotakiwa kuelewa udindiri wewe, wakati wako wa kuwa mwenyekiti kwenye hichi kijiji umeisha. Hichi kijiji waachie wanaume na wanaume wenyewe ndio sisi. <laughs> <laughs> E, wewe, nani kasema kiongozi mwanaume? Si mimi. <laughs> <Sinim? laughs> Sikiliza nikuchane makapu, nikwambie ki-hep-hop, nikwambie ki-yoyo. Yaani viongozi atabaki kuwa mwanamke. Hivi kichana unataka kunipandishe watu wangu, jamani. Nikupandishe wapi? Yani, nafasi ni ya kwangu, naenda kuwa mwenyekiti. Sikiliseti tu. Yaani alikipa, siwaka anasemaka yo, wale chao naitikia hep-hop. Mimi yangu ni yako fiatu kila chao naitikia mkoi. Nakuwa nimemalika Sasa wenzako waja kuambia huko wavuta bangi wenzako, kijiji kizimainawone unajua, swala la ndoa sio swala la kitoto kitoto, na si swala la kukurupikia kukurupukia.